Nisikilize mimi, rudia hapo kaka, nisikilize mimi Tobi, kwamba fainali, Simba anacheza mwaka huu. Hawa Stellenbosch hawana uwezo wa kututoa sisi, na kama kauli miu yetu inavyosema, hatuishii hapa, na kwambia hatuishii hapa hatua ya nusu fainali, achana na ushindi wa goli moja. Lakini ukiangalia ubora wa timu yetu, namna ambavyo inashambulia, namna ambavyo inaweza kuzuia, inanipa mimi matumaini manzito ya kwamba mnyama anakwenda fainali. Napata matumaini makubwa mnyama anakwenda fainali, na hata ukiangalia kwenye mechi ya leo ni, ni, ni makosa yetu madogo madogo ndiyo ambayo yamemaliza hii mechi kwa goli moja huko, bila na wala sio kwa ubora wa mpinzani wetu. Tumekosa nafasi clear kama tatu nne hivi, ambazo tungeweza kuzitumia hizo, mnyama alikuwa anaondoka na magoli, na zote hizo tunakosa wenyewe, sio kwa ubora wa mpinzani. Kwa hiyo mimi ninayo uhakika wa asilimia kubwa, na kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, mnyama anacheza fainali. Stellenbosch hana uwezo wa kutufunga goli mbili bila, nyumbani kwake. Narudia tena, ili Stellen aende fainali atufunge sisi goli mbili bila, simba ya hivyo haipo duniani. Sawa, asemaji e, watu Zanzibar wameitika, lakini kile ambacho tulikuja kukifata Zanzibar kwa kiasi kikubwa tumefanikiwa, au kuna mahala tumeonekana kutokufanya vizuri? Tumefanikiwa. E, changamoto ambayo inaweza kuwasumbua wanasimba ni, ni psychological problem, ambayo walitamani kuona timu inashinda mabao mengi, mabao mengi sana, hapa mabao mawili matatu, ndio watu wangeondoka na, na, na, na, na tabasamu kubwa, lakini hii hii moja ambayo tumeipata wanasimba waamini, inatuvusha inatupeleka fainali. Hili hili moja ambalo tumelipata linatuvusha kwenda hatua ya fainali, wala wanasimba wasiwe na mashaka. Dakika tisini za pale Durban, Afrika kusini, simba ana uwezo wa kucheza vizuri tukapata chochote kitu nyama, akaenda fainali. Kwa hiyo wala wasiingiwe na ubaridi. Ni kweli matarajio na matamanio ilikuwa ni kumfunga bao nyingi, lakini no sweat amekubali goli moja kwa bila hilo, hilo moja ndo litakalo mtoa kwenye nusu finali na mnyama alikampeleka fainali. Uhakika huo tuna tumecheza mechi nyingi safari hii na ugenini tumetamba kama nyumbani kwetu. Tumecheza dhidi e, ya timu ngumu Konstantin, tukapata bao moja tena tumetangulia sisi. Tumecheza na Sfaxien tukapata bao moja tumecheza na, na, na, na, na, na Libya ilikuwa bila bila. Tumecheza na Waangola tumepata tume, tume, tume, tume, tume, bao moja, tumecheza Libya hatujaruhusu kufungwa, yani tunatoa wapi wasiwasi wasi, sisi wana Simba ya kwamba huyu Stellenbosch ana uwezo wa kutufunga sisi goli mbili bila? Nani mwenye huo uwezo wa kumtambia Simba anaweza akamfunga goli mbili bila? Kwa hiyo ndugu yangu Toby, kama hata wewe ulikuwa na mashaka mashaka Take my words, mnyama anakwenda fainali. Hakuna timu ya kutuzuia hapa, hakuna timu ya kutusumbua hapa. Simba anacheza fainali mwaka huu samaji, tumalizie hapa. Wachezaji wote wamecheza vizuri, tuweke sawa kwenye hilo lakini omba uzungumzie performance ya Elie Mpanzu na uniambie ulikuwa kwenye hali gani ile nafasi ya mwisho ambayo Jean Chaza huwa aliipoteza. Eh, unajua mpira baada ya kuanza mpaka tunafika dakika ya tatu mpanzu alikuwa hajagusa mpira, na kabla mpanzu hajagusa mpira hatukuwa tumetengeneza shambulizi lolote la hatari. Alipokuja kugusa mpira mpanzu kwa mara ya kwanza, dakika ya tatu sekunde kama ya thelathini hivi, ndipo tukatengeneza shambulizi letu la kwanza na shambulizi la hatari tafsiri yake ni kwamba silaha yetu ya ushindi ni elimu Mpanzo. kusema kweli Mpanzo ni, ni, ni, ni kipaji cha hali ya juu mno. Namna ambavyo anaondoka na mpira kuna kitu kimoja tu akikiongeza, akishafika kwenye eji ya mpinzani akafanya maamuzi ya haraka, kama ni kuachia, kama ni kupiga, tutakuja kuwapiga watu mabao sita saba kwenye hii michuano ya Afrika na hiyo itakuwa ni fainali, niamini mimi. Mpanzu ana akili kubwa sana, nafikiri ndio binadamu ambaye ana ubongo wa, wa, wa AI, artificial intelligence kaka, kila unachouliza unachotaka kinapatikana, kinapatikana tena kwa usahihi. Akiamua kukimbia anakimbia kwa usahihi, akiamua kutoa pasi anatoa pasi kwa usahihi. Angalia pasi ya mwisho aliyempa Mpanzu, aliyempa Ahua, angalia angalia, pasi moja alimpa Ateba akacheza, angalia, kuna pasi moja huku, hiyo ni artificial intelligence, ni ni nadra sana binadamu kuwa na ukamilifu aliokuwa nao, aliokuwa nao, aliokuwa nao, aliokuwa nao elimu panzo, lakini kijana yule atatuvisha nguo mwaka huu kwa ubora aliyokuwa nao. Sasa lawama kubwa zinakwenda kwa Jean Chale Agua, hmm. a Skiwa. Lawama wanamlaumu watu wanamlaumu watu, watu, watu, watu, watu wameumia wame kwa nafasi yake, na ndo ukweli huu. Kwanza lazima tuelewe ya kwamba kwenye mpira hasa kwa dakika zile presha inakuwa ni kubwa sana. Kama wewe shabiki ambaye umekaa umetulia, presha imekupata vipi, kwa mchezaji na ukilinganisha tayari energy imepungua, na nguvu ikipungua kwenye mwili na umakini unapungua, kwa hiyo vitu vingi vinapungua kwenye dakika kama zile. Mtu anaweza akasema yeye ni professional, anatakiwa sawa, lakini tusahau kwamba na yeye ni binadamu, kuna wakati anafanya makosa. Ni huyu huyu Jean Shalea huwa aliyetunyanyua vitini dakika ya arobaini na tatu tukapata goli lake la kwanza, ni huyu huyu Jean Shale Ahua ni huyu huyu, sijui umenielewa. Sasa upande asiwe asiwe asiwe maziwa upande akawa sumu. Huyu ni kijana wetu, upande wote uwe ni maziwa tu. Amefanya kazi kubwa, amemtambuka eh, kipa vizuri kabisa, nafasi ya kumalizia tu, presha, mchoko, na kuna watu wanakuja kwa spidi huku, akajikuta kwa bahati mbaya anapiga nje. Sasa kwenye football inatokea kwenye football inatokea mazingira kama hayo. Muhimu ni sisi wana Simba kumpa courage, kuendelea kumpa matumaini. Bado tunahitaji akili ya Jean Shale Ahua kwenye mechi ya marudiano pale Afrika Kusini. Bado tunahitaji miguu ya Jean Shale Ahua. Na kumbuka huwa aliumia, na tayari yeye mwenyewe alikuwa amesha kata tamaa na akaomba kutoka lakini baadaye akasema, hapana, nahitaji kuipigania hii Simba iende fainali. Kwa hiyo na yeye amejitoa vya kutosha kuhakikisha kwamba anaipeleka Simba hatua hatua ya fainali. Iliyotokea ni bahati mbaya ambayo yoyote inaweza kumtokea, otherwise amecheza vizuri, ameipambania Simba, Simba yake. Sasa kilichobaki sisi kama wanasimba bila kuangalia nani amefanya kitu gani, wote tunanyanyuka tunaangalia tarehe 27 tunakwenda kufuzu vipi pale pale Durban Afrika Kusini, tumalizie semaji. E, mechi ni tarehe 27, ugenini e, kuna siku kadhaa hapa. Kikosi kitasalia hapa hapa Zanzibar au kitarudi e, Dar es Salaam kwa ajili ya shughuli nyingine kuelekea kwenye mchezo e, wa marudiano. Timu inaoondoka kesho, Mwenyezi Mungu akitu akituhamsha salama, inarejea Dar es Salaam tutaanza eh, tutafanya recovery zetu hapo na mazoezi mawili matatu, na katikati kati ya juma linalokuja, kati ya Jumatano ama Alhamis kikosi kitasafiri.